Ba moja kati ya vitu ambavyo tumevishuhudia ni kwamba Diamond Platnumz ameonyesha jinsi ambavyo alivyoamua kuipeperusha bendera ya Tanzania kimataifa zaidi. Na hii ni baada ya Diamond Platnumz bwana kuonekana kule Marekani, Uingereza pamoja na maeneo mengine tofauti tofauti. Kwa mfano, nadhani unakumbuka ratiba ya Diamond ilikuwa very hectic, yani alikuwa na mambo mengi sana hivi karibuni kwani Diamond tunakumbuka kwamba alitoka Tanzania then akaenda London Uingereza na akafanya show moja kali sana, ambayo hatujawahi kuona msanii yoyote yule wa Kitanzania akiwa anafanya show ya namna hiyo. Hivyo basi, Diamond alienda Uingereza na ameperform katika ukumbi ambao unafahamika kwa jina la Royal Albert, na katika ukumbi huo ni kwamba Diamond bwana amepata nafasi ya kujaza ukumbi mzima, yani ilikuwa ni sold out show, na kitu kikubwa zaidi ni kwamba Diamond alipewa mpaka tunzo kama ameweka record ya kujaza ukumbi huo. Baada ya hapo, akaenda kufanya show Manchester, ambapo pia kulikuwa na foleni ya watu wakiwa anasubilia show yake, jambo ambalo ni la tofauti kidogo. Hatujazoeaga kuona wasanii wetu wa Kitanzania wakiwa na impact hiyo kimataifa. Then akaenda kufanya show Scotland. Baba Levo aliposti sana hizo video jinsi ambavyo show ya huko Scotland nayo pia ilivyokuwa moto ukiachana okay, na hayo yote at the the end of the day, Diamond Platnumz akarudi Marekani kwenda kufanya show katika jukwaa kubwa, akashea jukwaa hilo pamoja na wasanii na marapa wakubwa sana huko Marekani kama vile Ja Rule pamoja na Macmill, eh, katika show ambayo ilikuwa inafahamika ilikuwa ni tamasha actually ambayo ilikuwa inafahamika kwa jina la Hot 97 Summer Jam ambayo ilifanyika kule New Jersey Marekani ona bwana, ambapo pia kulikuwa pia kuna, kuna baadhi ya wasanii kutoka Afrika kama vile Ayra Starr pamoja na Asake. Then baada ya hapo Diamond akarudi tena London eh, kwenda kufanya live session na DJ maarufu sana online DJ. Eh, then baada ya hapo akaenda tena katika nafasi nyingine tukamwona akiwa yuko na wasanii wenziwa kutoka Afrika, wakina Davido na wengine kibao, Stoneboy wote walikuwa pale. Hiyo ilikuwa ni Paris. Sasa, alafu pia tukamwona Diamond amekuwa endorsed na kampuni kubwa sana ya sportswear juu duniani ambayo inafahamika kwa jina la Adidas, akatumika kama model katika Paris Fashion Week and then the next day tukamwona akiwa amesita across Rihanna. Yani, Rihanna kakaa pale, Diamond kakaa hapa. So yote hayo ni mambo makubwa ambayo Diamond ameyafanya kimataifa kwa ajili tu ya kurepresent nchi ya Tanzania. So Diamond amerudi Bongo, meona bwana eh? Diamond amerudi siku ya jana jioni, nadhani kila mtu anakumbuka kuna hizi video ambazo zimeenda viral zikiwa zinamuonyesha bibiye Zuchu akiwa ameenda kumpokea Diamond Airport. Sasa basi, mapokezi ya Diamond yamekuwa ni ya kinyonge yaani yamekuwa doro, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba Diamond amefanya makubwa sana kwa ajili ya kuipeperusha bendera ya muziki wa Bongo Flava kimataifa, lakini alivorudi, amerudi amerudi, amepokewa tu na mpenzi wake, jambo ambalo watu wengi sana wameona kama vile Diamond amerudi kinyonge sana. Kwa hiyo, hapa kuna moja kati ya pages zimekuja kuripoti kuhusiana hiyo habari, maana watu wengi sana nadhani walikuwa wanatarajia kwamba mashabiki wa Diamond Platinumz obviously wangempokea Diamond kwa bashasha kwa shamra shamra, yani kwa sherehe kubwa eh bwana mixa, misafara na vitu vingine kama hivyo, kutokana tu na impact ambayo ameifanya huko alipokuwa ameenda. Umeona bwana eh? Kwa hiyo hapa bwana, kuna mdau ameandika kwamba Diamond Platnumz amerejea amerejea siku ya jana nchini Tanzania kutoka ugaibuni, lakini kiukweli, watu wengi sana hawajapenda mapokezi yake, kwa mambo makubwa ambayo Diamond ameyafanya huko ugaibuni, kama vile kujaza show zake. Kushiriki katika matukio makubwa ya fashion, na kukutana na watu wakubwa eh, kwenye tasnia ya mziki. Kutokana na hayo yote aliyoyafanya, ilipaswa akirudi bongo, alitakiwa arudi kwa uzito mkubwa, apokelewe kwa mbwembwe nyingi kama paredi ya Yanga ilivyokuwa. Kwa sasa hivi ni kwamba hakuna msanii ambaye anafanya vitu vikubwa kama Diamond Platnumz, tusisubiri afe ndio tumsifu. Umeona eh? and then akaendelea kusema kwamba hapa chini hmm. Akaendelea kusema kwamba, je, uongozi wa Wasafi umeshindwa kweli kabisa kuandaa mapokezi ya heshima kwa Diamond Platnumz? Msafara mkubwa ukiongozwa na mashabiki, media, wasanii wenzake na viongozi wa sanaa eh, ukampeleka hadi nyumbani kwake Mbezi kwa Zena. <laughs> Wadau wamekuja kuhoji hilo, kwamba ingekuwa poa sana kama Diamond angefanyiwa heshima kubwa katika mapokezi yake baada ya kufanya mazito yote aliyoyafanya huko nje, basi hapa ilitakiwa tumpokee kama champion. Kuna mtu hapa amekuja amesonga, bwana na Zuchu na wanawake wenzie wamependeza jamani. Kuna mtu ameandika hivyo, so bwana -hmm. So <laughs> hii ni kweli, ukifikiria kiundani ilitakiwa kweli kijana, kwa haya. So je, anarudi alt so eh, yeah, so udaouepo ndivyo mambo yalivyo. Lakini pia tumeona Zuchu. Eh, amempokea pia Diamond amemwandalia maua chumbani nini eh, kuna hizo video pia zimeenda viral zikiwa zinaonyesha maandalizi ya bibi Zuhura eh, chumbani kwake huko eh, na Diamond mwenyewe pia ameposti jinsi ambavyo Zuchu alivyompokea huko nyumbani kwake. Umeona bwana so hivyo ndivyo mambo yalivyo, na hapa pia kuna wadau pia wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na mapokezi ya Zuchu kwa Diamond Platinumz baada ya kukaa takriban almost wiki tatu hivi huko nje. Kuna mtu ambaye anasema bwana Zuchu yuko periodi, so hawezi kuchapa. Kuna mtu ameandika hivyo. Haya, mwingine anasema bwana, leo Zuchu kazi yanayo au kishamaliza. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu mwingine hapa amekuja amesoma kwamba bwana, hiyo inaitwa viola. Kwa mtu hapa amesoma kwamba bwana, ana anamaanisha kwamba amerudi amemkuta Zuchu yuko Danger Days, kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine hapa amekuja amecomment ameandika kwamba bwana, huo ni uonevo tu wa fikra. Kwa nini, eh, usimuulize mhusika? Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu hapa amekuja amesema kwamba bwana, mtu ana

ka na vitu so, vingine kama hivyo. Kwao watu wameuliza kwamba bwana kumbe nguo aliyoivaa Zuchu sio dera bali ni fashioni ambayo pia tumemwona Mario na pia ameamua kuitupia. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Je, ukiwa kama mdau hebu tuambie unahisi kwamba mapokezi ya Diamond baada ya kutoka, eh, kutoka Europe na pia vile vile unafahamu kwamba alienda pia Marekani ametuwakilisha vizuri sana katika majukwaa mbalimbali ya kimziki na pia mpaka kwenye upande wa fashion unahisi kwamba. Diamond alitakiwa apokelewe kwa ukubwa zaidi mm, au the way alivyopokelewa na mpenzi wake Zuchu iko poa? Weka maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tunasoma na kureplay kila comment, lakini pia vile vile hakikisha unasubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.